Yes, idara ya mambo ya nje ya Marekani pia imeweza kuwapiga marufuku e, wasanii wengi sana wa muziki wa rap. E, au wasanii wale ambao pia wanachana wana kwa namna moja ama nyingine kutokea Uingereza e, kwenda kuweza kutumbuiza e, katika taifa la Marekani baada ya kuweza kuonekana aada e, wakiongoza mashabiki katika kuimba kauli za kuunga mkono wakazi wa Gaza walioko katika hali ya mashambulizi na kuitikia kifo majeshi ya Israel, maafisa e, walisema Jumatatu. So inaonekana kabisa mmoja kati ya wasanii ambao pia e, wakiwa wakitokea kule Uingereza kwa kuingia katika nchi ya Marekani kuweza kuweza kufanya shows, kuweza kuperform wanaweza imba sana kuhusiana na masuala mazima ya kivita ambayo yanaendelea. Tunajua kabisa Israeli pia huko kuna vita, masuala mazima ya upande wa Gaza huko eh, Iran pia kumekuwa kuna vita, so wasanii wengi sana wamekuwa wakipata opportunity ya kuweza kwenda kuperform katika majukwaa tofauti tofauti kule Marekani, wakiwa wakiwaimbisha sana watu kuhusiana na machafuko haya ya vita ambayo yanakuwa yanaendelea huko Gaza. Sasa visa vya Bob Vylan na kundi lake pia ziliweza kuzuiliwa kutokana na hotuba yao ya chuki walioitoa eh, Iki, eh, ikiwemo kuwaongoza mashabiki katika kauli za kutakia, kutakia, kutakia watu kifo, lakini pia alisema Naibu Katibu wa Idara ya Mambo ya Nje ambaye anafahamika kwa jina la Christopher Landau katika taarifa hiyo. So eh, Bob Vylan huyu ni msanii pia ambaye aliweza kufanya show kule na mara baada ya wewe kuweza kufanya show wakaanza kuongea na kuweza kutoa hotuba ya chuki ambayo ikionyesha kutokana na masuala ya kivita ambayo yanakuwa yanaendelea katika upande huo eh, wa Gaza. Sasa rapa huyo aliongoza hadhira ya tamasha la, la Glastonbury Jumamosi katika kuimba kauli zake eh, free, eh, free, free Palestine na death, death. To the IDF ndiyo kauli ambayo alikuwa anaimba free free Palestine and death death to IDF, jeshi la ulinzi la Israeli. Pia lilionyeshwa kwamba kutajwa sana pale kutokana na machafuko ambayo yanaendelea katika upande huo. Sasa kulingana na video ambazo pia ziliweza kuonekana kwenye mitandao ya kijamii, zikionyesha shoo hiyo, baadhi ya wanaharakati wa upande wa Palestina wanasema kwamba ni wito wa amani katika eneo hilo, wengine wanadai kuwa maeneo hayo ni ya chuki. Afisa mpelelezi wa polisi wa ambaye pia ameweza kupewa jukumu la kuchunguza kama kuna sheria yoyote ya uhalifu wa chuki uliovunjwa katika maonyesho hayo, maafisa walisema labda siku ya jana kuweza kutoa taarifa hiyo. So kumeonekana kabisa Marekani wao kuweza kufungia na kuweza kuongea na wizara ya mambo ya nje ya nchi kuweza kuweza kukubalia au kuweza kuwakatalia wasanii hao kuweza kuperform katika nchi yao. So watu wanakuja kuperform kwenye nchi yako, then wanakuwa naimba masuala ya vita ambayo yanakuwa yanatokea katika nchi nyingine ambayo haihusiki kwa na wewe. So wameona kitu ambacho hakijakaa sawa na kinatakiwa kukemewa kuto kufanyika kabisa katika taifa la Marekani. Sasa yapi maoni yako kuhusiana na hili? Eh, je, vipi? Ni kweli imekaa poa kwamba unaweza kufanya show, lakini pia kuweza kuwatetea Palestina, lakini pia kuweza kuimba vita ya Gaza huko, vita ya Israel pamoja na Iran kama inavyoendelea huko eh, show hapo tuone komenti yako iko vipi kwa upande wako. Ukisubscribe channel yetu tutakuwa tumefanya poa zaidi. Chao.